Na mtazamaji wa Faida Online TV, kampuni ya ulinzi ya kitanzania ya Asgard Security yenye makao makuu yake jijini Dar es Salaam imetangaza ajira 550 katika vitengo mbalimbali mbali, ndani na nje ya mkoa wa Mtwara, hali itakayosaidia kupunguza wimbi la vijana wasiokuwa na ajira mtaani, kwa kuwa hata wale wasiokuwa na elimu wanaweza kuajiliwa kunako kampuni hiyo. Akiongea na vyombo vya habari mkoani Mtwara, ikiwemo Faida Online TV katika hoteli ya Genesis, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ndugu Samuel Magita ameeleza nini ulichokuja nacho katika mkoa wa Mtwara. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni faida online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Uh, tumekuja na nini Mtwara baada ya hizo sifu? Tumekuja na nini? product mbalimbali mbali. Sisi kama kampuni ya ulinzi tuliangalia fursa, tukaona kwamba tuje na product ya kutengeneza vijana ambao tunawapika kwa gharama zetu kimafunzo, sababu tuna walimu wa kutosha kwenye kampuni. Baada ya kutoka hapo, vijana hao sisi wenyewe, kwa sababu kampuni yetu ni kubwa, tunawaajiri watusaidie kazi zetu, sababu ukiangalia neno ulinzi limebeba vitu vingi sana neno ulinzi linaenda hata kumlinda mtoto ambaye unamwacha pale nyumbani wakati umeenda kwenye kazi. Kwa hiyo tumekuja na product, baada ya kufikiria hayo, tumekuja na product ya kutengeneza mtu anaitwa house girl, lakini ametoka kwenye product yetu sisi, ambayo ni kampuni yetu sisi ya ulinzi inaitwa Asgard Security. Tutampika kwa gharama zetu. Uh, baada ya kutoka hapo tutamwajiri kulingana na tuna kazi nzuri ya kutafuta masoko kwa, tunawakaribisha hata wale watu wa Mtwara ambao wako busy na shughuli zao na wanataka huduma yetu hiyo, waje kwenye ofisi zetu zilizoko hapo la rareo. Watachukua mtu ambaye amepikwa, ana heshima na ana mafunzo yote, jinsi ya kuweza kucontrol mji anapokuwa hayupo, na unahudumiwa ukiwa umevaa, akiwa amevaa uniform za kampuni Mkataba huo unaingia na kampuni, kampuni inakupa yule mtu. Tuna mtu anaitwa gardener, tumewaletea, tutampika kwa mafunzo yetu kwa gharama zetu, tutakuuzia yule mtu, utaingia mkataba na kampuni yetu sisi. Yule mtu atakuwa anakufanyia kazi gardener, nini kila kitu. Wewe chochote unaiuliza kampuni, sababu umeingia mkataba na kampuni. Zote hizo ni nini? Ni fursa ambazo mheshimiwa rais amefungua, vijana tunaangalia kwa jicho la tatu, fursa zinakuja. Kwa hiyo, magarena, ya... hiyo mtu kama garena hatuhitaji elimu ya chuo kikuu, hatuhitaji elimu ya simba, umalize wapi. Ndio hiyo fursa ambayo tumekuja nao katika hao vijana. Kuna upande wa madereva, madereva nao tumeamua kuwapika. Hii Asgard Security ina kampuni mama ambayo inaitwa Magita Investment ambayo makao makuu yake kwa Dar es Salaam, ina chuo cha udereva. Kwa hiyo imeamua kuleta branch hapa Mtwara pia, ambayo itapika vijana madereva ha vijana madereva tutawapa pia, tutashare na makampuni ambao wanahitaji hayo makampuni. Atakuja atachukua mtu ambaye ametoka kwenye kampuni yetu. Hizo zote ni fursa ambazo tukuja nazo Mtwara. Baada ya hayo, ndugu waandishi wa habari, napenda kama mkurugenzi wa kampuni ya Security kutangaza nafasi za haraka hapa Mtwara tutachukua askari wa kawaida 300. Naitwa Faisal Jumbe Country Operations Manager. Jumla ni watu 550 na nafasi zinaenda kama ifuatavyo: askari wa kawaida wana, ziko nafasi mia tatu. Hawa ni askari wa kawaida wa kilungu. Washika silaha wanahitajika, ziko nafasi hamsini watunza taarifa data entry controllers wanahitajika watu kumi. wasimamizi supervisors wanahitajika watu ishirini. Madereva, madereva. wanahitajika watu ishirini. Waongoza mbwa dog handler wanahitajika watu kumi. Zima moto fire crew wanahitajika watu ishirini. manesi ambao watakuwa wanahudumu kwenye ambulance zetu ziko nafasi tano. Ya, jina langu naitwa Mfumbwa Mzige ni HR manager wa kampuni ya Asgard, kwamba tufuate taratibu za tulizoambiwa, barua serikali ya mtaa lazima iambatanishwe uh, unakotoka ili tujue huyu ni mkazi wa eneo la Mtwara, sawa, na pia awe mtanzania awe Mtanzania na aandike barua ya kuomba kazi, iandikwe ikiwa imesema anahitaji kazi ya aina gani, kwa sababu tuna nafasi nyingi. o akisema tunaomba kazi bila kusema anahitaji kazi ya aina gani, itakuwa tatuia vigumu sawa. Pia wadhamini wawe wawili, wadhamini waandike barua na au wadhamini wao wameandika wana, wana maombi wana, wana, wana barua za kutoka serikali za mtaa. Pia passport size mbili na nida namba Uh, ambao hawana NIDA certificate uh, ile unaweza ukaandika tu namba then ukabatanisha ukatutumia. Na mtazamaji wa Faida Online TV, hii ni fursa kwa Wanamtwara, hasa vijana, kwa kuwa watu wanaohitajika kuajiliwa na kampuni hiyo ya Asgard Security ni wengi. Tafadhali hii usiiache ipite, Hangaikia, pambana nawe uwe mmoja kati ya watu ambao watapata ajira. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe kulaike na kucomment channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri.